Ya kuishauri serikali yetu sikivu. Tulipopata uhuru wa bendera mwaka elfu moja mia tisa sitini na moja Baba wa Taifa alikuwa na mtihani bado wa kupiga vita maadui watatu, nafahamu, ujinga umasikini na maradhi. Je, tumefanikiwa kwa kiwango gani kupiga vita maadui hao? Kuhusu adui ujinga, tutafakari juu ya adui ujinga Ukitaka kumdhibiti vizuri adui mpaka mfahamu. Usipo mfahamu nakumaliza. Fahamu ratiba zake, nimelo yake, namna yake ya kula na nini, mfahamu vizuri. Sije kama huyo, adui ujinga tumemfahamu? Kuna bango katika lango la chuo kikuu fulani huko Afrika Kusini linasomeka hivi Nanukuu, ukitaka kuangamiza taifa lolote bila kumwaga damu, huhitaji kutumia silaha za nyuklia. Njia nzuri ya kuangamiza taifa ni kuharibu mfumo wa elimu na maadili. Ruhusu mbumbumbu waonekane wamefaulu na wasonge mbele hadi vyuo vikuu. matokeo yake yatajizirisha baada ya muda. Mbumbumbu hao wakishafaulishwa kwa kupata vyeti feki, wagonjwa watafia mikononi mwa madaktari na manesi, majengo yataporomoka mikononi mwa wahandisi, pesa zitapotelea mikononi mwa wachumi utu utapotea mikononi mwa viongozi wa dini na serikali, na haki itapotea mikononi mwa mahakimu na wanasheria. Mwisho kunukuu. Kuchezea elimu ni kuchezea amani, ni kuangamiza taifa. Mungu alionya watu wake kupitia kinywa cha Nabii Hosea akisema, nanukuu, watu wangu wameangamia kwa kukosa maarifa. Mwisho wa kunukuu, kutoka Hosea, Hosea sura ya nne aya sita. Juzi nilikutana na vijana wawili, nilikuwa katika safari zangu. Basi ghafla nikakutana na vijana wawili, nikaweza kudaka mazungumzo zao. Mmoja akawa namuuliza mwenzake, je, umeshapata ajira? Mwenzake alijibu, sijapata. Sasa huu ni mwaka wa nane. Huyo rafiki yake akadakia kwa mshangao, wewe umekosa ajira kabisa kabisa? Hata ajira ya walimu na ajira ya walimu umekosa? Akamcheka sana akiwa na maana kwamba walimu ni ajira ya walioshinda. So wito fani ya walimu iheshimiwe na serikali, isinyanyapaliwe, irudishiwe hadhi yake. Kumbuka mwalimu ndiye komando wa adui ujinga. Mwalimu ndiye komando wa adui ujinga, asipoandaliwa vizuri, tutashindwa vita ya kumshinda adui ujinga, na tutaendelea kuliwa na mataifa wa mengi. Waingereza wamesema wajinga ndio wale wao. Mwalimu hasa wa shule za awali na msingi awe amepata ushindi wa alama za juu kabisa, na alipwe mshahara unaolingana au kuzidi wa wabunge na mawaziri, kwa sababu kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu anafundisha na kulea madaktari, maprofesa, ma wahandisi, wachumi. Analea viongozi wa dini na serikali, maaskofu na wanajeshi waweze kuja kutumia vizuri bunduki na silaha za kivita analea waandishi wa habari wasandika habari za uunguungu hizi, si wanahitaji hizi, ambazo hazina mshiko, hazina kichwa wala mguu eh? Analea na kufundisha wafanya biashara na wataalamu wote eh? Analea taifa na kada zote hizo, mimi naonga mkono mia kwa mia Sera mpya ya elimu ya kusoma hadi darasa la kumi pamoja na mali, lakini naomba sera hii isimbane tu mtoto wa mkulima na mpiga kura, wakati mtoto wa mheshimiwa mbunge aliyepitisha sera hiyo akaenda kusomea nje ya nchi huko Marekani, Ulaya aza na Uchina akitumia mshahara wake mnono, marupurupu na kiinua mgongo ambavyo havina kikokotoo. Naomba walimu waondolewe kikokotoo kabisa. Narudia, watumishi wa ngazi za chini waondolewe kikokotoo waweze kuchapa vizuri kazi kwa amani. Pia serikali inapoendelea na utekelezaji wa sera mpya ya elimu, basi ruhusu shule binafsi ziwe na mitaala ya kimataifa kupanua wigo, na shule binafsi ziingie ubia na shule za nje ya nchi au za kimataifa, kwani huko ndiko zinapata mapadhe wa kimataifa. Mapadhe wanaendelea kufanya kazi kokote, watawa na wachungaji wa kufanya uchumi popote duniani hata na Tanzania. Pia wenyewe baadhi wataweza kusaka kwa urahisi ajira nje ya nchi, kama tunavyoona Wahindi wanakuja kusaka ajira huku Tanzania. Si kama kuna Mtanzania ameenda kusaka ajira India? wapo ambaye ameenda kusaka ajira Uchina, wako wa Tanzania Uchina ukwenda kusaka ajira huko hmm? wa Kenya, Waganda hiyo hmm? ndio kuhusu adui Ujinga kuhusu